Namshukuru Mungu, niko sawa. Mm -hmm. Jumatatu leo Dio. wazungu wanasema ni Blue Monday. Mm -hmm. na jambo ambalo amlifahamu mm -hmm. ama niwaongezee kulifahamu, Jumatatu sio siku ya kufanya kazi Dio. sio siku ya kufanya kazi. Jumatatu ni siku ya kupanga mipango kazini. Jumatatu ni siku ya kufunika magepu yote yaliyofanyika weekend. Mm -hmm. Ukija Jumatatu usitarajie kupata chochote mjini uh -huh. No. Jumanne, Jumatano na kuendelea watu ndio wanapopata vibunda mm -hmm. Kwa Jumatatu ni siku ya mipango na matunda. Tengeneza mazingira. Bwana kwema lakini. Kwema, sijui wewe. Niko poa kabisa. mm -hmm. mm -hmm. Niko vizuri asilimia mia moja. Bull bull. Mm -hmm. Bila shaka. Mm -hmm. Bwana Dosa, nianzie hapa bwana, zimekuwa kuna taarifa nyingi kumekuwa kuna maneno mengi kuhusiana na kocha wa klabu ya soka ya Young Africans Roman Falls. Wengi wanasema hayupo mjini, lakini uongozi wa klabu ya Yanga bado haujatoa taarifa kuhusiana na kocha kama bado anaendelea na kibarua ama tayari. Ndio ile mchekea mchekea, utakuta mwana si wako. Swala la kocha lipo na linazungumzwa sana. Unajua ndugu zangu wanahabari, swala la kocha ni swala la kimtazamo. Kuna wanaoamini kocha anajua, kuna wanaoamini kocha hastahili, kuna watu wanaamini kocha yupo, na kuna watu wanaamini kocha hayupo, ila taarifa zangu za kina kabisa taarifa zangu ambazo hazina mashaka yoyote, bipo mm -hmm. nina watu pale airport. Ah. kama kawaida unanyagudi wamenidhibitishia wa kocha yuko South Africa. Eh? Maja Majasusi wako. yuko South Africa ah. bipo utakubaliana na mimi na mimi nakuhakikishia kocha yule hawezi kuendelea kwa ko, kocha wa Yanga. Sawa, uongozi hujasema. Kocha yule astahili kuwa kocha wa Yanga na hawezi kuendelea kuwa kocha wa Yanga. Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba, baadhi ya mashabiki wa makolo wanamtetea, wanasema kocha yule ndo anastahili kuwa kocha wa Yanga, lakini sisi wenye Yanga yetu tunasema hapana. Tunahitaji kocha mwenye uelewa mkubwa zaidi ya yule kocha. tunahitaji mwenye kujua zaidi ya yule kwani yule ana kasumba gani? mbona watu wanazungumza wanasema ni mali yule? wanaosema ni, ni mali ni upande wa pili na wengine wanaosema ni mali ni wale watu waliopewa shilingi kadhaa kwa ajili ya kumtetea. Lakini sisi tuliozaliwa kwa ajili ya Yanga, sisi tuliozaliwa kwa ajili ya kuipenda Yanga yetu, sisi tunaamini, ama mimi naamini yule kocha anasubiri taarifa tu ya kusema makubaliano ya pande mbili. Watu <laughs> kijijini wanateseka, timu inacheza, watu wanashikilia bomba Leo tukubali kirahisi rahisi? Hapana, lipo wapelekee salamu, watu waambie ni Dosa, aseme yule kocha hajaridhika naye, na ili tuchukue ubingwa lazima yule kocha aondoke, yeah. Na ili tumfunge Simba lazima yule kocha aondoke. Wewe unajua kilichofanya Simba afungwe Gena, ambacho kimeifanya Simba, wewe nenda kawaambie tu Dosa, naomba Dosa, nasema hapa tulipofikia na kocha Folzi inatosha. Kocha akishinda kanuna, kocha akisuluhu kanuna, kocha akicheza kanuna. Staili mbaya! Basi kama ni staili yake, basi ni staili mbaya. Sasa huyu si ananuna, upande wa pili wameenda kuleta mikazo <laughs> wameenda kuleta <bikazo>. <laughs> Mikazo maana yake ndo nini? Kwanza niwapongeze, <laughs> wapongeze watani zangu wameamua kuleta mikazo kama ulivyosema, unajua bipo Chapesa Sony tulipokuwa tunaelekea kwa majirani zetu ni kubaya mno. Kwa hiyo kuna nyakati sisi kama watani zao, kuna nyakati sisi kama wapinzani wao, ulikuwa lazima tuungane tumwombe Mungu. Mimi nimefurahi jamaa kuleta yule mtu sana, kuleta yule, yule, mtu wao, lakini kama licha ya kuleta huyo kocha wao, wa kuleta meneja wao, kocha yule, kuna namna anawashtua watu. ah, meneja meneja. hmm. meneja ni jina zuri hmm. <laughs> mimi najiuliza watani hawakuona kocha yoyote meneja mwingine yoyote ambaye hajajichorachora? Sasa ni wapesiri hmm. baada ya kutangazwa meneja wa, wa Simba Sports Club baada ya kutangazwa meneja wa upande wa pili, mimi nilikwenda kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, nikaenda hapo kanda maalumu, nikapitia bandari kwa mainchaji wote, nikazungumza nao, nikawaambia, nyinyi ndio wenye dhamana ya kulinda hii. Ikitokea yule meneja wa timu fulani anapata safari ya kwenda Zanzibar, basi hakikisheni hakikishieni usalama wake unakuwa ni mkubwa zaidi ya mtu mwingine, yaani kama ikiwapendeza wale mainchaji wa pale wahakikisha wanamwandalia skana yake maalumu yule kocha ama yule meneja wa timu fulani. Kocha muda wote kaika hivi, kocha mwili mzima kajichora, elewa maana ana neno mwili mzima Kwa hiyo nikazungumza na mainchaji hmm, na ninashukuru ombi langu wanalifanyia kazi vizuri. Wameniambia tutahakikisha hayo maneno, wanasema tunafanyia kazi. Kwa hiyo msifurahi, maneno yao yatatimizwa. Hmm. Eh bwana, eh. Baadhi ya watu wengine wanasema tunakwenda kujichora kama meneja wetu. Hayo siwezi kuingilia maisha yao binafsi, wao nao wakijichora, kama vile wakivuta masigara, kama vile Mamba, anava, anava, disa, na wanavaa na ireni, ila wafanye wote mashabiki, asiwe kaka yangu mikoji asige wote wa hao wafanye wajichore waike mairini wavute bangi wavute sigara, lakini ndugu yangu rafiki yangu kaka yangu mwamba mkugilo asifanye hayo mama. <laughs> Dipo mm -hmm. Naambie bwana, afisa habari alisema kwenye timu yako kwamba kocha uh, watamaliza naye msimu Uh, wewe umesema kwa habari zako unamwona uh, kocha akienda South Africa na wao wanakuambia kuthibitisha hilo uh, mechi ya Malawi uh, utamwona anasimama nani pale, lakini kwenye taarifa za ndani ambazo nimezisikia, uh, kocha wapo kwenye agreement, lakini hakutaja timu uh, Nabi kwenye timu ya Tanzania uh, wanafanya makubaliano na timu fulani sasa hii imetia mashaka na Roman Fozi namna anavyopelekewa pressure ya kuondoka watu wajalizishwa kiwanjani licha wanapata uh%, trust me. Trust me. Mm -hmm. Matokeo ipo, kocha yule astahili kuifundisha Yanga kwanza. Mwanachama mwanachama wani yani? <laughs> Mwanachama wewe leo kuniuliza mimi <laughs> ni mwanachama <laughs> Ah, au jamskia. Nani? Meneja. Meneja wa habari. Na mawasiliano. Unajua? Wewe mwana chama. Kadi. Mimi nimeshtuka sana. Kadi. Ah, Kadi. Kadi ya nini sasa? Mimi ni mwanachama. Mwana mimi ni mwanachama. mwana na mimi ni shabiki lakini mimi nimezaliwa kwa ajili ya kuipenda Yanga na, na kila mwisho wa mwaka unalipia ile kadi. Yanga is my team brother. Uh -huh. Ipo kwenye moyo wangu, yaani whatever watakavyokuwa wananichukulia. Uh -huh. Baadhi ya wahuni, lakini Yanga ni timu yangu. Memsikia afisa habari anasema. Uh -huh. Kuna watu wanamkosoa kocha. Uh -huh. Kuna watu wanalalamika kuhusiana na kocha je, ni wanachama? Uh -huh. Wanachama. Hmm? Simanela <laughs> vizuri, yaani ni kauli ambayo nilikaa nikaifikiria sana, nikaiwaza sana, nikasema hapana. mm -hmm. Kwa namna ninavyomfahamu afisa habari, kwa namna ninavyoifahamu kazi yake, inawezekana alilishwa haya maneno, yeah, inawezekana alilishwa maneno. Kina nani? hajafikiria namna ya kauli zake kuzitoa, hajafikiria yani. Leo huwezi ukasema kwamba kwa sababu sio mwanachama basi astahili kuzungumzia hili jambo. Sasa tuwaulize, Bipo wewe nikuulize, Chapesa wewe nikuulize, kama ni mwanachama ndo anastahili ana haki ya kuuliza haya mambo, haki ya shabiki iko wapi? Hivi tunaweza tukaiendesha klabu ile kupitia wanachama peke yake? bara la Afrika zima, mm -hmm. vilabu vya Afrika, klabu ya kwanza inaongoza kuwa na wanachama ni Al Ahali National, anakuja experience na Tunis kama sikosei, anakuja Zamalek, tunafuata sisi kama Yanga. mm. simanana vizuri na wanachama tuliokuwa nao sisi, mm -hmm. almost laki moja na wanachama wapo dunia nzima, si mnaona vizuri mm -hmm? Unaposema kwamba ili uhoji ili ujaji lazima uwe mwanachama, hawa wanachama wote hawawezi wakaingia uwanjani, hawa wanachama wote hawawezi wao kununua jezi, hawa wanachama wote hawawezi wakaenda kwenye hamasa. Wewe utaka kuniambia wale wote waliokusanyika kwenye supu pale ni wanachama? Wewe bipo? Hapa mashabiki wa Yanga wana unataka kuniambia nyingi. wale wote wanaoingia uwanjani elfu sitini kwenye siku ya mwananchi ni wanachama? Kauli hii kwa mtazamo wangu mimi naona kama vile nakwenda kuweka classes kwenye klabu. Anakwenda kutengeneza matabaka. Sababu so, unaposema wanachama ndio wenye haki, hmm. Ina maana umeshawaondoa mashabiki, hawana haki, si ndio? Basi tuwaondoe mashabiki pia kwenye kununua jezi hmm. Na kushangilia timu ibaki kwa wanachama peke yake, kuna maendeleo? Dosa, unajua mtu anapotoa maoni yake asikilizwe yawe ni mazuri asikilizwe, ya yawe ni mabaya asikilizwe. Sio lazima afanyiwe kazi. Kazi ni ishu nyingine, ni ishu nyingine kabisa. Uh-huh. Yaani mimi siwezi nikasema kitu rais wa klabu, si ndio? Uh-huh. Ndugu yetu Engineer Harris afanyie kazi. No, kuona, kuna point, atakachukua fanya kama hakuna ataacha. Mimi nimeamini ama mimi naamini kwa mtazamo wangu kocha hastahili na sio mimi tu uh-huh. Mashabiki wengi wanalalamika. Mimi niliangalia mechi ya Yanga na, na nani no, Yanga na Pamba, mechi ya kwanza uh-huh. Mashabiki wanalalamika, hatumtaki kocha ndani ya uwanja. Mimi nilikuwepo pale uh-huh. Yaani, kwa lugha nyepesi, kwa mtazamo wangu mimi nahisi Alikamwe ameteleza Unasema. Kwa lugha nyepesi uh -huh. Kwa mtazamo wangu mimi nahisi Alikamwe amefanyaje? uh -huh. Ameteleza. Inabidi awaombe radhi mashabiki. Sio lazima kuomba radhi sio lazima kuomba radhi, ni hiari ya mtu uh -huh. si nalo vizuri ni hiari ya mtu ndio. Lakini lazima kama afisa habari kama kiongozi moja, ukubali watu wanavyokupa maoni yao. Hii ndio sifa kwa kiongozi. Kiongozi ukiwa ni mtu wa hasira, utagombana na watu. Yupo mwenyekiti wa klabu moja hapa Tanzania, ana hasira. Yupo, yupo ana hasira, anakwenda mbali, anakuambia chooni, tulikuwa wote wa wanaume wawili. Yupo mwenyekiti huyo kwao lazima uonyeshe taaluma yako kwa kuwa kiongozi. Hmm, moja, hmm, ni ipi? Ni kuchukua mazuri na kuchukua mabaya kuyaweka kwenye kifua chako, okay. Uh, Bwana Dosa bipo eh? Hmm, bado kuna hmm, baadhi ya mashabiki hmm, nao wameingia kwenye mkumbwa haya maneno. Hmm, nimemsikia ya rafiki yangu mmoja kutokea Makumbusho, hmm, na yeye anahoji, hmm, anasema wewe Dosa umtaki huyu kocha kocha wenu anasema wewe Dosa umtaki huyu kocha, una kadi ya wanachama? Anatokea makumbusho. Unajua, nimemwona wajabu kabisa, yani nimemwona bogus kabisa, anajitanaoza siju nini huko, sio maneno mazuri sasa. Unajiuliza huyu anapata nguvu kazi gani ya kusema haya maneno. Bipo mimi nina siri na Chapesa msikie, ndio moja, nitaendelea kumpongeza rais wa klabu, lakini pia nitaendelea kumpongeza mkurugenzi wa matawi ya wanachama mwenye idara ya wanachama nikimaanisha Samir. Sinaona vizuri amefanya kazi safi kabisa, hawa hawa wanajifanya wao ni mainfluensa hawa. Taarifa za kina ambazo hazina mashaka kwenye chanzo changu amewakata na kuwakata, kwa bahati mbaya, kwa sababu wao ndo wa kwanza kuwa wasaliti kwenye klabu. Yani wewe uwezi ukawa ni influensa, alafu kadi ya wanachama ulipi wezi. Sasa unataka kujua kundi la influenza wabaki, wanachama wa mainfluenza wangapi? Samiri kakata wote. Yule wa makumbusho kakatwa, yule wa kingunge kule kakatwa, alikuwa alogombea diwani kakatwa. <laughs> Na hii ndiyo kazi ya kiongozi kufanya kazi uh-huh, kwa usawa. Alafu shabiki huyu anakwenda kulalamika kwenye vyombo vya habari, we Dosa, unasema kocha umelipa sijui kocha hatumtaki wanachama. sasa muulize yeye, mbona katolewa kwenye kundi la influensa? Yupo no. No, shabiki yule mwingine aliotoka Simba kunda Yanga naye no. Eh. yupo eh. Eh, shabiki mwingine yule jezi yake imeandikwa mume afu mwenzake kaandika mke, kakatwa Aya, yupo shabiki mwingine alikuwa kwenye kundi la influencer nani sijui nini, Da Prince Baraka, Da Prince kakatwa. Na hawa wote walikuwa wako pale kwa ajili ya kuitia asara klabu. Hivi influencer unakaa miaka mitatu lipi kadi wanachama? na wengine nahamasisha tukata kadi Dosa na kadi wewe, mbona una Chapesa? Wambieni kama ameamua kutenda haki, watende haki. Mimi nanisikitisha sana kuona shabiki mwenzangu anakwenda kuniataki ikiwa ye mwenyewe ndo mkosaji namba moja Chapesa. Dipo, nitakufa kwa ajili ya timu yangu kwa ajili ya timu. Ina maana timu yangu ijui? Eh, mnaelewa? Ukisema timu yako <laughs> <laughs> hey, yeah. ya atuambie utuambie timu gani? <laughs> timu yangu ijui? ah, Eh, unaongelea timu gani? <laughs> Kwa hiyo nyinyi mna mmoja mtu alivomjini ni shabiki wa timu gani? Chapesa. Timu gani wewe? Mwanachama wake? Ni mwanachama wa Yanga. <laughs> Mwanachama? Wa Yanga? Ah, <laughs> kwa timu yako Yanga. Lakini mimi pia ni shabiki wa Yanga. Ah, una mapenzi ya dhati. <laughs> Yeah. <laughs> Kweli. <laughs> Sii wana nzuri. <laughs> Lakini bado <laughs> ni shabiki ama influencer wa mpira wa miguu? E, bwana... boli. Ya, sana na bwana... ndio maana osti akifanya vizuri namwambia osti ongera. E, bwana Dosa umezungumzia kuhusiana na boli. Tugusie hapa. Kocha wa majirani umemwona? Mwamba ametua. Mwamba kesho yake yuko mazoezini. Meneja. Mwanzo mwanzo alipotua hayo ni maisha ya mtu binafsi. Ndio mm. maana mwanzo nikasema kwanza, nimewapa ongera watano, yeah. kwa sababu walipofikia kuwa ni kubaya mno, yeah. wana wazungumzaji wao, mimi sio mzungumzaji wake, yeah. ila nachotaka kusema nimewapongeza kuhusiana na kocha, yeah. tutakuja kumjadili baada ya mechi kadhaa ambazo atakuwa amesimama kama meneja wa timu. Bwana Dosa, mabadiliko yamefanyika. Yanga alikuwa anatumia uwanja wa Benjamin Mkapa kama nyumbani lakini sasa hivi watatumia uwanja wa KMC, lakini Simba e, watani zenu e, watahamia kule Mbweni a, Meja Jenerali Samuyo. Kwa mabadiliko haya ya uwanja, watu wanajiuliza kwa nini Simba kuchagua Azam, kwa nini akurudi pale pale KMC, kwa nini kaenda Meja Jenerali Samuyo? hayo ni maisha ya mtu hmm. Mimi siwezi nikampangia Simba afanye hivi afanye vile, kama akaamua kwenda General Samuya, la muhimu uwanja umekiza vigezo, unapigwa taa sasa hivi hadi usiku. Nikuwapongeza JKT. JKT ni taasisi ya kijeshi, wazee wa kazi bila shuruti na hapa ni kuwaomba mashabiki wa Simba, habari zao habari zao za kung'oa viti Benjamin Mkapa, habari zao za kufanya vurugu kwenye viwanja tofauti tofauti, wapo Meja Jenerali Samuyo ni uwanja ambao unamilikiwa na jeshi la kujenga taifa maarufu JKT, ni watahadharishe sana. Mimi, bahati nzuri nina mahusiano na baadhi ya watu ambao wanafanya kazi kwenye hizo taasisi ah. una watu. Una watu. Una watu. Na wameniambia uh -huh. Wewe una bahati ya kuzungumza na vyombo vya habari kawahabarishe. uh -huh. Msimu huu tumejipanga uh -huh. Msimu wamejipanga jeketi Kocha bora wa mwezi, kocha wao, nampongeza Ahmed Ally ni, mm, ni kocha ambaye hajapata bahati ya kuaminiwa kwa Yanga na Simba, ila kwa kweli eh, ni kocha ambaye ukimpeleka Yanga, Yanga itavuka hatua ambayo wanaisubiria kwa muda mrefu eh, Simba itavuka ambayo hatua wanaisubiria kwa muda mrefu. Ahmed Ally ni, ni kocha, na ukitaka kuamini hili Ahmed Ally anaitwa Unajua kuna Ahmed Ali na Ahmad Ali. Mm. <laughs> Tofauti ni nini hapo? Ah, uh, umeweka sawa au si? Kuna uh -huh. Ahmed Ali na Ahmadi. Tofauti ni nini hapo? Uh, ila Ahmad huyo Ahmed. Tofauti ni nini sasa? Ah, uh, matamshi. Eh, hey, hapo shadilewa sasa. Kocha yule. Mhm. Uh -huh. Ni kocha wa kujivunia sana. Moja. Uh -huh. Kwenye mikono yake amemzalisha ya Yakubu Suleiman, goalkeeper uh -huh. wa Simba Sports Club ambaye hivi sasa kama Tanzania uh -huh. Kocha yule amemwibua Wilson Nangu uh -huh. si ndio? Yeah. Lakini kuna makocha wengine wachezaji watatu uh -huh. amewaibua kwenye timu ya JKT, lakini kwa ujumla JKT yote na wachezaji wazuri. Kwa hiyo mimi alichopewa tuzo uh -huh. ya kocha bora wa mwezi, Rafsi yangu, nafsi yangu imefurahi sana uh -huh. Sikutarajia yule kocha yule angepewa hii kocha sana. Au kocha yule naye angepewa hii kocha hii yeah. tuzo yeah. Kwa hiyo kitendo cha kupewa Ahmed Ally af, nimefurahi lakini, cha kuwasisitizia mashabiki wote mm -hmm. ambao watafika kwenye uwanja wa Meja Jenerali wawe makini sana yeah. makini sana wale jamaa wakati mwingine wanavaa nguo za kiraia wale jamaa wakati mwingine wanavaa uniform zao mm -hmm. na akiwa wamevaa nguo za kiraia, anakuwa ni wabaya vibaya mno kwa hiyo ndugu zangu wanahabari, yeah. wapelekeni taarifa watu wa Simba yeah. wapelekeni taarifa na mashabiki wa timu nyingine zote, mm -hmm. kwamba Meja Jenerali samuyo tofauti na viwanja vingine vyote vya kuchezea, mm -hmm. asanteni sana. Shukrani, Shukrani.